lakini kila amani huwa na majaribu yake, na safari ya Kibo haikuwa imefikia mwisho. Mgeni anayeleta mabadiliko. Siku moja kijijini alifika mgeni aitwaye Mzee Rashidi, mfugaji mashuhuri kutoka kijiji cha mbali. Aliposikia hadithi za Kibo, alitaka kumwona kwa macho yake. Alisimama mbele ya Kibo, alitabasamu na kusema, ng'ombe huyu si wa kawaida, ana hekima kama ya mtu. Mzee Rashidi alikaa kijijini kwa siku kadhaa akichunguza Kibo. Kila siku aliona jinsi Kibo alivyokuwa na uwezo wa kuhisi hatari, kuelekea hisia za wanakijiji na hata kusaidia mifugo mengine. Uamuzi mgumu. Baada ya siku chache, Mzee Rashidi alimwita Mzee Hamisi na kusema, nina mahali panapomhitaji kibo zaidi kuna kijiji kinachokabiliwa na matatizo makubwa, wanyama wao wanaopotea misituni na hakuna anayejua kwa nini. Naamini Kibo anaweza kusaidia. Kauli hiyo iliwashangaza wanakijiji. Kibo alikuwa sehemu ya maisha yao, lakini pia walijua kwamba busara ya kweli ni kusaidia pale panapohitajika. Baada ya mashauriano marefu, mzee Hamisi alimwangalia Kibo na kusema Kibo, kijiji hiki kinakupenda, lakini pengine kuna mahali panapokuhitaji zaidi. Tumejifunza mengi kutoka kwako. Sasa ni wakati wa dunia nyingine kukufahamu. Safari mpya. Kwa huzuni lakini pia fahari, wanakijiji walimwandalia Kibo safari yake. Waliagana naye kwa shangwe na dua njema, wakijua kuwa popote endapo atabaki kwa ng'ombe wa busara. Je, Kibo atakabiliana na nini katika kijiji kipya? Mtunzi wako ni Jumbe Ibrahimu, msimulizi wako ni mimi, Mr Shaka. Usikose kusikiliza sehemu ya tano na sehemu ya sita hapa hapa, Burhan Media TV. Usisahau kushare na kusubscribe na kukomenti ndani ya Burhan Media TV, mm.